Taharuki kubwa hofu na sintofahamu imeibuka tena baada ya kiongozi mwingine wa dini nchini kuripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Kiongozi huyu ametekwa baada ya kuwa wanafuatiliwa na mtu mmoja kwa muda mrefu. Mashuhuda wa tukio hili la utekaji wanadai kuwa walishuhudia watekaji takribani sita waliokuwa na gari isiyo na namba aina ya Land Cruiser, wakimshusha mtumishi huyu kwenye gari lake binafsi kwa nguvu na kumwingiza kwenye Cruiser yao kisha kuondoka naye pasipojulikana. Waumini, wananchi pamoja na familia wamebaki kwenye taharuki huku simanzi vilio vikitawala kufuatia hofu ya mtumishi wao kutekwa, huku matukio haya yakiendelea kuonekana yakishamiri na kutishia amani nchini. Kabla ya mtumishi huyu Steven Jacob kutekwa, watumishi wengine wakubwa wa Mungu walipatwa na kadhia kama hii, akiwemo askofu kanisa la KKT Bagonza ambaye yeye aliandika na kujulisha umma kwamba anatishiwa ama kuindwa kutekwa, lakini pia padri wa kanisa la RC padri Kitima, ambaye yeye alivamiwa katika eneo la kanisa na kupigwa na vitu vizito ambapo alipelekwa kulazwa hospitali, na sasa hivi imekuja kwa mtumishi huyu wa Mungu Steven Jacob kutoka kule Arusha. Inadaiwa mtumishi huyu alikuwa ana kawaida ya kutoa unabii juu ya vitu mbalimbali mbali, ambapo inasemekana alitoa unabii mzito kuhusu chama cha Mapinduzi CCM, kumhusu mheshimiwa rais, kumhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu na pia kuhusu vifo vya wale askari wawili waliofariki kwa radi barabara ya Mererani majuzi, ambapo wengi wanahusisha tukio hili la kutekwa na nabii zake. Je, mtumishi huyu ni nani? Maneno gani ya unabii ya kumuhusu mheshimiwa rais ambayo aliyatoa? Kipi alimtabiria Tundu Lissu? Na je, mashuhuda wanasimulia vipi kuhusu tukio zima la kutekwa kwake? Basi baki na mimi nikupe undani wa taarifa hii, lakini ni kuombe Kabla sija kupa undani wa taarifa hii hutumie sekunde yako chache kujiunga nasi ili uwe wa kwanza kufikiwa na taarifa zetu pale tunapoziweka. Jiunge nasi kwa kusubscribe hivi sasa, subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu aliyopo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, ibonyeze pia. Hii ni Mseto Media na mimi ni Limo Grandson. Taarifa kwa undani ni kwamba mchungaji aliyekuwa anakuja kwa kasi wa kanisa la huduma ya Kristo la upo mtaa wa Ffu kata ya Murieti jijini Arusha Stephen Jacobo mwenye umri wa miaka 35 ameripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana asubuhi ya Mei 16, 2025 wakati akitoka nyumbani kwake. Wakizungumza, mashuhuda na majirani wa eneo hilo, akiwemo baba yake mzazi ambaye ni balozi wa CCM katika shina hilo, wamesema waliomteka walifika na gari aina Land Cruiser lisilokuwa na namba za usajili, ambapo walimkamata na kumkokota kwa nguvu, huku mchungaji huyo akipiga kelele za kutekwa, lakini haikusaidia, na walimtupa kwenye gari kisha kuondoka naye kwa kasi. huko nyuma mchungaji Jakobu aliwahi kutoa nabii akimwongelea mheshimiwa rais na kuposti clips za video hizo kwenye kurasa zake kama Instagram na YouTube, ambapo zilikuwa na kichwa cha habari, CCM msiende na Mama Samia mtaanguka. Mfalme anashauriwa na manabii na wachungaji na maaskofu, kwa vile yeye alivyoamini alionyeshwa na Mwenyezi Mungu, nabii hizo wachungaji wa leo wa, wa, wa, wa, wa hii ambao wanafiki kama wao ni manabii, hawamwambii rais Mama Samia, hawaambii wananchi kwamba rais ajaye atawafanya kitu gani? Hawasemi, wanaogopa, hawaongei kitu. Hawamwambii rais Mama Samia, hawaambii wananchi kwamba rais ajaye atawafanya kitu gani? Hawasemi, wanaogopa e, hawaongei kitu, lakini hapa Mungu anaambia Samueli waambie hawa watu wanaomgang'ania huyu mfalme waambie atawatenda nini. Haleluya nambota. E, niruke niende mistari wa mwisho wa ishirini na mbili, uko na muda kasoma sura yote hii e, ya nane ina mistari tu ambayo ni iko ishirini na mbili, sio mingi, ni michache, ukisoma utaelewa. Anasema Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti yao ukawatwalie mfalme kisha Samueli akawaambia watu, watu wa Israeli, kila mtu aende nyumbani kwake. Ukienda sura ya tisa hapa utaona kabisa eh, Samueli sasa anaenda kumnunua Sauli awe mfalme wa Israeli. Kwa hiyo wafalme wote duniani wanawekwa na nabii au mtu mwenye roho ya unabii, ndio anaweka wafalme lakini sio tu sio tu kuweka hawa wafalme pia hawa ndo wanakuwa ni washauri wa mfalme. Narudia tena, narudia tena, tafsiri ya ufalme kwa sasa hivi kwa leo ni mkuu, au ni mtu mwenye ubwana, ni mkuu. Kwa hiyo ukiwa mkuu katika kampuni yoyote, tafuta nabii wa kukuongoza, tafuta nabii wa kukushauri. Narudia tena, kuna manabii wa kikuhani na manabii wa ufalme. Manabii wa kifalme, huyu anahusika na watu ambaye wana makampani, wana mashirika, wana umoja umoja, makanisa kanisa haya, eh, serikali. Yaani mtu ambaye e, anafanya kitu akiwa anashirika e, na wengi. Kwa hiyo hapa ni samueli anaambiwa na Mungu. Naomba tena tumalizie ya mwisho, alafu baada ya hapa nianze kuongea na yale ambayo Mungu ameniambia pia aliwahi mwongelea mwenyekiti kitw wa Chadema Tundu Lisu, kwa vile yeye alivyoamini anapewa unabii na Mwenyezi Mungu, wanaofanya uteuzi wa viongozi wanaofanya uteuzi wa mameneja, mtu yoyote ambaye ana sifa ya eh, eh, na sifa ya kuongoza anathibitishwa na nabii au mtu mwenye roho ya, ya unabii iliyo kuu. Bwana asifiwe sana sasa mimi leo nataka niwaambie kile ambacho Bwana ameonyesha. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka ni huu wa 2025. Ni majira ya subuhi saa kumi na mbili. Kuna clip ambayo nilikuwa na naiangalia eh, ya hawa eh, Chadema Lissu walikuwa anahutubia, wakati naangalia pale, baada ya usingizi kunichukua pa, alafu pa picha alafu pakapita ya haraka, nikamwona Tundu Lissu akiwa ana mabomu saba mabomu saba marefu ya silva yaani, akiwa amekaa kama hivi alafu pembeni hapa kuna bomu refu ndefu hivi za silva ziko saba. Na roa Mungu kanaambia mabomu haya saba ndiyo ambayo atayatumia kuweza kukiharibu chama cha mapinduzi na kuweza kuangusha utawala huo, wa, wa, mwasamia au utawala wa CCM. Tafsiri ya yale mabomu saba, zile ni silaha, ni silaha ambazo zinapiga wengi. Bomu eh, huwa alipigapuwa mahali linaathiri wengi, hali athiri mtu mmoja, inaathiri watu wengi au vitu vingi. Kwa hiyo huyo ndugu ndani yake amewekewa silaha za maneno, amewekewa silaha za matukio yasiyopungua saba. Kwa lugha rahisi yako matukio saba ambayo Lisu atayafanya ambayo yatakwenda kukishusha chama cha mapinduzi dauni. Kwa hiyo huyu bwana Lisu ana matukio yasiyopungua saba ambayo atayapiga hapa Tanzania na yataathiri chama cha mapinduzi kwa asilimia zaidi ya 95. Yataathiri sana sana ataathiri sana huyu. Matukio nabii na mki, mkimkataa mtaojionea wenyewe kwa macho yenu. Mimi ndiyo mtumishi wa Mungu pekee, mwalimu niliyopewa roho ya unabii kwa ajili ya nchi hii ya Tanzania, nami nayaona yanayoendelea, nami nayaona kabla hajatokea, nami nayaona na nayasadiki kwamba lazima, lazima yafanyike, maana Bwana amenionyesha nisize vizuri hapa. Kuna matukio yasiyopungua saba lisu atayapiga Tanzania, matukio yasiyopungua saba yenye utaalamu wa hali ya juu ambayo CCM hamtaweza kuyakabili. Na siku chache zilizopita, Mchungaji Jacob alizungumzia suala la askari waliofariki kwa kupigwa na radi barabara ya Mererani na kudai kuwa tukio hilo ameonyeshwa na Mungu kuwa ni njia ya kuwakumbusha kutenda haki na kujitathmini. Wengi wanahusisha unabii na kauli zake kuwa huenda ndo sababu kubwa iliyosababisha kutekwa kwake, lakini wengine wanasema hawana uhakika sana, lakini wengine wenye imani wakisema ya kwamba kutoa unabii sio makosa, unabii ni kitu unachoonyeshwa na Mwenyezi Mungu bila hata wewe kutaka hivyo. Watu wanaweza usikiliza unabii wakauacha ama kuufanyia kazi. Na wengine wamefikia mbali zaidi na kuuliza kwani, kama mtu amesema maneno yakaonekana amekosea, adhabu yake ndo kutekwa? Kwa nini, kama ameonekana amefanya makosa, asifunguliwe mashtaka kwa taratibu sahihi kupitia sheria za nchi yetu, akamatwe na askari polisi apelekwe kituoni afunguliwe mashtaka afikishwe mahakamani kujibu tuhuma, na akipatikana na hatia afungwe kwa kufuata taratibu na sheria za nchi, na si kuchukuliwa na wasiojulikana, kama mwewe kunyakua kifaranga cha kuku. Baada ya tukio hili kutokea, kwa njia ya simu tulimtafuta kamanda wa polisi ya Arusha ili kuthibitisha tukio hili, lakini simu zake hazikupokelewa, lakini mwenyekiti wa mtaa alikiri kutokea kwa utekaji katika mtaa wake. kwa jina, mimi naitwa Jacobo Gumbo. Mimi ni mchungaji wa hapa kwenye kanisa la huduma ya Kristo. Ni msaidizi wake, yeye ni mwenyekiti, mimi ni makamu. Yeye ye, ye, iri alikuwa anatoka kwenda kuwachukua watoto wake ambao walipelekwa kliniki. Watoto wale wana wiki tatu, ana watoto mapacha. Kwa hiyo watoto wale anataka kwenda kuwachukua. Kawaida anarudi reverse hapo atoke sasa, ndio akamblock hapo, unaona mimi niko ndani nasikia kama kuna kamvutano kidogo, unaona. Baadaye nasikia akasema akapiga kelele natekwa, natekwa. Sasa mimi nilikuwa na mtoto mdogo, nikamtupa kitandani, nikatoka nikutoka, nikakuta nika tayari wamesha mdhibiti pale kwa wana, wanaingia watu nao kule, watu kuna watu ambao pale pale, maya, nje kuna duka kuna watu wametoka, na yeye akawa anapiga kelele bana hivyo piga kama anatekwa, na mimi nikatoka na wale watu nao waka wametoka kile mama. Sasa basi mimi nilipotoka tayari mwisha mdhibiti ameshaingia mwisha, mwisha kwenye gari, unaona ndio sasa nikajita ili nitaka kuzuia, haikashindikani kachukua jiwe kubwa, nikalipiga ile gari kwa kunyuma ikapasuka, nikamwomba jamaa atoe nitufukuzie jamaa, naye akaa mmoja mmoja, lakini tukafukuzia kidogo mpaka nguzo za chuma kule chini. Wakaniambia gari yenyewe imepita hapa kwa speed na lakini imeelekea ime njia kama checkpoint. Basi yule bwana naye akaogopa, kana basi twende tu polisi Mulieti. Basi akanipeleka pale kituo cha polisi Mulieti Mulieti, nikaeleza pale, wakaniambia nenda Central. Basi nikatoka pale nikaenda Central. Central nao wakaniambia bwana, rudi huko, kwa sababu kile kituo kinajitegemea kiko kamili kabisa. Katoa maelezo maelezo yako pale. Basi nikapewa majina ya afande nenda kamwona afande Jacob, au OCD. Basi nilipofika pale nika nikauliza afande Jacob, nikaambia hayupo, nika wakaningiza kwenye ofisi ya OCD hapo, kwa sababu nika nikakuta hayupo. Kuna kijana nikakuta, askari mmoja kanaita, hayupo, akampigia simu akasema nakuja. Mnaona sasa, akaja baadaye kabisa, nitaka nitoe nikamwambia kwanza, nikaambia mimi naondoka, naona naona huyu jamaa da pengine na, na shughuli nyingi mimi na na nyingi. Nyingi nataka hii jambo lifuatiliwe mapema o njia njia ba, kesho asubuhi saa moja. Eh, basi kwa sababu akatoka hapo nikarudi nyumbani. Sasa hao ah, waliokuja wamekuja na Land Cruiser eh, hey, lakini okay, huku nyuma waliondoa namba, maana hata mimi niko na na, na niko tayari kuangalia ile namba ya nyuma walikuwa sita. Ah, mimi nafikiria kwa sababu kuna mm, kwenye mahubiri yake mara nyingi hesa, ana kuna vitu ambavyo anaotesha mara kwa mara, anapata maono, anaona yale maono huwa a, anayarusha na yale maono huwa yanagusa baadhi ya viongozi Naona. Kwa hiyo na hisi hilo ndilo alisema kwamba kuna kuna vifo vya askari ambao vitatokea kwenye nchi hii. Mambo yani, wewe baba kwa mara anaonyesha vitu vingi tu. Na hiyo ni moja wapo. Sasa wala hiyo vifo kutokea pale ndio leo niyo ya kati ya klipu ya kwa kweli sijaiangalia. Kwa ile na yangalia tu ile klipu ya ya Kwa ambao wameshairusha askari ambao wamepigwa radi kule. Nimeiangalia kwa muda mfupi kama dakika kumi na tano ndio nataka kuangalia, ndio nikatokea hilo. Kwa hiyo ndio nikatoka kukushani hapo. Basi, lakini najua kabisa kwamba ni mambo ambayo ya kuwagusa gusa viongozi kwa sababu mimi kama mzazi pia jaribu kunani kuongelea kuh, kuh, sana kwamba hebu kuwa makini kwenye hali e, hii. Sasa mke wa mtumishi ni, ni mzazi, tunapeleka wale watoto kwenda kupata chanjo. Kwa hiyo nimetoka na mke wake kupeleka kwa, kwa watoto kwenye, kwenye chanjo. Sasa na yeye ndo ametupeleka mtumishi sasa ametupeleka Steve. Akatupeleka mpaka pale hospitalini, akatuacha akasema nitarudi baada ya kushamaliza tu, nipigieni, nipigieni nije niwachukue. Kwa hiyo baada ya shughuli za pale hospitali zilivyoisha, watoto mshapata chanjo, nikampigia kwamba tayari njoo tuchukue. Ndio sasa kumbe wakati kwa hapa sasa kati anatoka kuja kule, amefika hapo getini hapo, ndio kukawa kuna gari ambayo imekuja nyuma ambapo sasa hapo baba ndo ali, ali, aliona maana mimi nilikuwa kule bado niko tu nasubiri, tunaona mtu atokei. Mara baada ya muda simu zake zote zikawa hazipatikani. upe kwa maelezo, nilipofika hapa nikando, nikakuta watu wamejaa kweli nje, wamejaa maeneo haya yote, barabara yote imejaa watu, ndipo nikapewa kwamba ni Steve wamekuja wamemteka, wamemchukua, wamekuja watu kama sita kwenye gari cruiser. Kwa hiyo akamkamata kwa nguvu pale. Baba naye alikuwa ndani akasikia hizo vurumai kwa hiyo sasa sisi tukaenda kituo cha polisi cha hapa Murieti kwenda kutoa taarifa, lakini wale wa, wa pale wakasema kwamba nyie rudini, ishu ya mtu kama imetokea namna hiyo au mtu kupotea uwaga ni baada ya masaa ishirini na nne. Ama anasema pia watekaji walimgonga mtu njiani na kumuua papo hapo, walipokuwa wanakimbia baada ya kumteka mtumishi huyo wa Mungu. Sasa wakati ule tukiwa tunaenda nani central kule, tulipofika eneo wanaita kibandani hapo juu, tukakutana na watu wamejaa, ndio akasema, kuna gari imepita hapa, cruiser inakimbia sana, lakini hiyo cruiser dirisha la huku nyuma huku Kioo kile kimevunjwa na ni kweli baba alivunja kile kioo. Walivyoona kwamba ameshindwa, alinua jiwe akatupa kile kioo cha nyuma kikawa kimeanguka. Hawajaongea chochote, walikuwa wanafanya tu harakati zao. Jinsi walivyopata taarifa, walikuwa wanafanya tu harakati za kumchukua yule. Basi kwa hiyo tulivyofika pale kibandani, ndio mabodaboda pale wakawa wamejaa, wakasema kuna hiyo gari imetoka huko chini ikikimbia na imefika hapa imemgonga mtu na amekufia hapa hapa. Kwa hiyo wakawa wamempeleka Hatujui kwa sababu yeye ni mchungaji na vilevile huwaga anarushaga mahubiri kwenye YouTube kule. Na wakati mwingine akipata maono ya namna yote hata kama ya namna yote ile anarusha. Sasa hatujui kama labda inaweza ikawa ni watu sababu ya hiyo, au ni vipi hatujui. Ni kweli alitabiri namna hiyo, alitabiri kwamba kuna vifo vya maskari vitatokea. Na kweli tumesikia imekuwa hivyo na alirusha baada muda mfupi tu alivorusha kwamba ile tukio ma, yale maono aliyoyapata juzi ya kwamba kuna maskari ambao watapata ajali, ni kweli imetokea. Kwamba sijasikiliza vizuri, kuna maskari wamepigwa radi kweli, wamekufa. Sasa alikuwa ametoka muda mfupi tu, alikuwa amerusha. Sasa imepelekea labda waje wamchukue, kwamba kwa nini unapata maono kwamba kuna maskari watakufa, alafu ni kweli imetokea, wamepigwa radi. Hatujui oke, au kujitambulisha hii ndo taarifa iliyoibua taharuki kwa wakazi wa eneo hilo tuliyokuletea. Kwa lolote unaweza kuandika maoni yako hapa chini juu ya matukio haya ya utekaji yanayoendelea kutokea nchini mara kadhaa, na sisi tutasoma. Usisahau kabisa kusubscribe, ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako. mimi ni mi limo gran sana hii ni Mseto Media, hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere.